Kwa kweli tamaa haifai kwenye kujitafuta mm. Ukifika kwa bosi, ukiona maisha mazuri, vishawishi na nini mm. Sbeta ufocus tu na kazi ile kupeleka pale hayo mm. Mengine yote ni ya muda mfupi, hata tamaa yenyewe ataka kuonyesha ni ya muda mfupi mm. Labda upate bosi anajielewa zaidi japo kuna wengine wadada wa kazi wanapata mabosi wazuri, wana wanaanzisha nao mahusiano na wanadumu. Sasa hiyo huwezi huwezi sasa kujua yupi ni mzuri yupi ni mbaya, ila mi, kikubwa tunachowashauri it is better to focus focus na kazi, hayo mengine yawe painting. na hmm. kama hata akionyesha hayo mambo ya mahusiano kukutaka utembeze, yani ni vizuri yape muda muda mm. Tena muda mrefu mm. Hata miaka miwili au miaka mingapi, ukiwa mm. tayari ushapata hata kwenye akaunti ushaweka chochote, isiwe mapema sana mm. Kwa sababu we sahivi kinachokuliza unafikiri ni watoto mm. Mi mbona nini na watoto na nilibaki nao na wanaishi na wanaendelea. Kuna wanawake wengi ni masingo madha, wanaume wamegeuka, wanaendelea na watoto wao. Kwa hiyo kinachokuliza sio iwe mwanaume kukuacha kwa sababu kwanza sasa hivi anakufanyia vitu vya kukuumiza kwenye macho yako, vitu ambavyo hakuna mwanamke ambaye anaweza kustahimili. Unafikiri kwa nini unastahimili? una pa kwenda, una pa kwenda, una pa kwenda, una kipato, una pesa, una biashara, una kazi. Yule pale sasa hivi ndio unamtegemea, na hilo ndio kosa kubwa sana ambalo wanawake wengi wanalifanya kama ulivyosema, yaani nataka tu nishindilie kwenye mambo ya muhimu sana. Kwanza, tamaa ndio mbaya, inayo inayo uh, yaani inayowafikisha watu pabaya, tamaa. okay, okay. Tamaa ndio namba moja, kwa sababu bila tamaa ungefocus na kazi yako, usingekuwa hapa. Lakini namba mbili umesema, inawezekana umeandikiwa kupitia hii kazi za ndani, ukaenda ukapata mume, si ndio? okay. Lakini take time na wakati una take time, una mipango na mipangilio, mipango na mipangilio yako isi isikwame usiachane nayo, kwa sababu umekutana na mtu ambaye alishajenga maisha yake, alishatengeneza maisha yake. Hivyo vitu atakavyokuonyeshea na kukufanyia ni vya muda mchache. Sasa ikiwa we umeshaharibu focus yako ya kazi, unakuwa mgeni wa nani? Ndio huyu hapa. Lakini ungekuwa akaunti yako imenona, iko vizuri, na wakati ule ungesema kama huyu kweli anania ya kunioa. Umeona, umona, mm. unaweka mipango. Okay, sahivi nimekuja kwake kwa ajili kwa ya kazi za ndani, labda nataka kuanzisha biashara, sindio? Ungeanzisha, angekuanzishia biashara, labda ni ya duka, sindio? au biashara yoyote ambayo we unasema, sasa mimi kama mwanaume kweli ananitaka anionyeshe nia ya kunisapoti kwenye biashara, kabla ujaenda kujiachia mwili wako kwake akakuzalisha kama hivyo watoto wawili. Sasa hivi una mtoto wa miezi kumi, umesema, miezi umesema na mimba ya miezi mitano, wewe sasa hivi utakuwa mgeni wa nani? Lakini kwa mtu ambaye anataka kukaribisha mawazo kwamba huenda hii ndio bahati yangu, huenda Mungu kaniandikia, basi mpe majaribio, onyesha yani, kwamba ndio nimekuja hapa kwanza kwenye kazi, sikuja kwenye mahusiano, lakini kama unanitaka ningie na wewe kwenye mahusiano, inabidi niwe na kitu ninachofanya Permanent kama biashara kwa sababu ya mwanadamu wana, huyajui, akutoe kwenye kazi za ndani akuanzishie biashara ya kwako, sio biashara yake, sio ukauze duka lake, sio akupeleke kwenye biashara zake. Kwanza uwe na biashara ili uju, ujihakikishie kwamba na mimi naweza kusimama kiuchumi, chochote kikitokea. Kama hivi, wee, ungekuwa sahivi huko kwenye biashara yako, let's say ungekuwa umeanzisha kama ni duka au eh? Si ungekuwa sahivi unaendelea ndio ungekuwa una stress kwamba um, amekufukuza kwake hakutaki anaendelea na wanawake wengine wa, wa, ungekuwa na stress kwamba na mimba nyingine wakati mtoto bado mdogo, ungekuwa na stress kwamba mtoto hanyonyi lakini anakunywa maziwa ya elfu sitini. si ndiyo? Ndiyo. Ungekuwa na hiyo stress? Hapana, singekuwa nayo kwa sababu tayari unatengeneza pesa na ungemshukuru Mungu, labda ndio hivyo riziki imeisha, lakini nina kazi, nina biashara kwa hiyo wasichana, nachokikataa ni wewe kufikiri kwamba umepata, alafu unatoka kwenye focus yako ya kazi, sawa, au mtaji uliokuwa unautafuta, unaanza kumtegemea mtu. Maana yake aliacha hata kukulipa zile laki mbili mbili, sindio? Hakukulipa tena hmm? Baada ya nani kuka, ku, kuja ku, kukata mkataba baada yani pale mlipokatia mkataba ndio akaondoa hiyo <muchilipa> ya kukulipa. Ndiyo. na u, mpaka wakati unakuja kunani mkataba, ilichukua muda gani? Ni ndani ya kipindi gani, toka umeenda kwake kufanya kazi mpaka hmm. ulivorudi kwa ajili ya kusema mimi nakatisha mkataba, ina maana hata mwaka ukuisha, si ndio? kwa hiyo ulikuwa ushamaliza mwaka ndio, ushamaliza mwaka lakini ikawa kwamba huendelei naye. Ndio, kwa hiyo mm, kutokea hapo ulivorudi kwake, ukarudi sasa, kama sasa sijui kama ndio dada wa kazi usielipwa au kama mke wake. Yani we ulirudi pale kama mke, unajua sasa hivi ndio. Ndiyo, mke. Mke, lakini kumbe yeye kichwani kwake akajua huyu ni dada wa kazi nisiemlipa na, na watoto juu na anakuachia mshahara wako ugali, ugali si ndio? Navyosema mshahara ugali, hakuna mshahara hela. Na hata yale mahusiano yale ya uh, tunasema alibadilikia pale. Ndiyo. kwamba yale mahaba tena, mitoko zawadi zilikata. Kata. Zaidi sana ulianza kuona anawasiliana ana, na wanawake wengine ndio, na hapo ndipo ulipoanza kuhisi umefanya makosa kuja kukatisha mkataba au? Ndio, hapo nilihisi ndo nimekosea hiyo ya kuja nani kuvunja mkataba mm. Labda kule mwanzoni alikuwa anahofia kwamba ule mkataba mm. na nini hivo mm. Sasa ndipo pale ndo akiika amekuja, labda ingekuwa kungekuwa na mkataba, labda angekuwa hata anaogopa kunifanyia mambo mengine kwa hivo mm. yes, kwa hiyo sasa hivi unataka kama shilingi ngapi kwa ajili ya mtaji au unatafuta yani, kama kiasi gani? na, natafuta kama milioni tano nifungue spea za pikipiki. Umeshajua mm. biashara unayotaka kufanya ndio. Tumsikilize okay. Hapa Hello. Anasemaje? Mheshimiwa, Hello? Hey. Habari yako unaongea na Joyce Kiria huko Dada Center. Habari sawa sawa. za siku nyingi well, Familia, eh? Familia ah, kwetu sisi hatujambo familia, wazima wadada center, tunaendelea vizuri yeah. Eh, sasa ah, tumepata yeah. Dada Rehema hapa yeah. Dada Rehema amekuja hapa na, yeah. na malalamiko <laughs> mm-hmm. He, anasema ametuelezea, kilichotokea kumbe ulienda kule uka- ukamrubuni awe mke wako, akakubali, mmezaa watoto, ana mtoto ana mimba na mtoto mmoja huko. Sasa anacholalamika kwamba we unamtimua sasa hivi, unamfukuza. Sasa Joy, mm. unamsikiliza yeye mm. ina maana na mimi unaweza kanisikiliza ukajua, mm. Ndiyo, ndio, hata yani kwa hata uki- unaweza ukaja, lakini hata kwenye simu ukini brief kidogo sio mbaya. Mimi ah, ningekuja ili nikueleweshe vizuri, uli uelewe kwa sababu mambo nikisema niongee kwenye simu hata yani, mi nataka nikueleweshe vizuri jinsi ilivyo, alafu wewe mwenyewe utadadavua, utada, namna ya ku, kujua ki, um, msaada vizuri zaidi. Mm. Eh. Hey. Sawa kabisa. Sawa, basi hey. Kwa wewe unakuja lini? Mimi nitakuja kesho tu mapema tu nitakuja hapo nije nikae na wewe. Mm. Eh. Hey. Na yeye Rehema utamkuta. Hamna shida. Mm. Eh. Hey. Eh, bwana maana eh hey. Kasema ndugu yangu mbona bosi anatuangusha? Mm. Sio kama nawangusha, usimsikilize mtu mmoja tu jo, hii mm. kwa sababu wewe ndo alikuwa mfanyakazi wako. Mimi mwenyewe ni binadamu, na mimi nataka unisikilize na kusikiliza vizuri. Kama umeshapata malalamiko ya upande mmoja mm. sikiliza na mtu atakokuja, na yeye atakuelekeza nini mm. utaona kinaingia akilini. Wewe ndo mm. utajua ushauri vipi, sababu mimi ni mtu ajitambua, na huyo ni mtu ambaye naye ni mfanyakazi wako na amefanya kazi kwako na we mm. pia unamuelewa kama mfanyakazi wako alikuwa sawa eh? Mm. Eh, kwa hiyo naye ni binadamu pia mm. eh, kama ni binadamu pia vile vile unamsikiliza, unajua kuna hii mbichi na mbivu hapa mm. zikoje hivyo eh. Sawa sawa. Eh, kwa hiyo kuna hilo hilo hapo mm. kama umemsikiliza eh, na mimi nitakuja nitaongea, mm. alafu s utaangalia ishu ikoje, mm. Hivi vile au hivi leo na hivi vile basi nitakuja kuongea vizuri kesho, vizuri ukiwepo, okay. hapo hapo na yeye mwenye yuko hapo hapo, sawa kabisa. Alafu ukishasikiliza utajua, mm. Sasa vipi? Lakini uko na simu, mimi sitaongea, hamna neno, sawa aya. Uh, basi uko na amani. kesho mi nitakuja saa ngapi sasa? Kesho mapema itakuwa vizuri, um, yes. Hmm kesho mapema au ah, sijui nikupeleke kesho kutwa, kwa sababu kesho nilikuwa na appointment na watu wengine. Basi wewe tu kama kesho kutwa na shida, mimi uh, naona kesho kutwa e, itakuwa nzuri zaidi, ili nipate muda eh, kwa sababu kesho nitakukimbiza kimbiza, yaani nitakuwa na wageni. Kwa hiyo naomba tufanye kesho kutwa. Hiyo kesho kutwa nitakupa wewe yani, wewe njoo simpangi ratiba ya mtu mwingine yeyote. Nitakuja, nitakusikiliza wewe wapa, na rehema ah, wetu hapa na tuone tunafanyaje hili jambo. Sure, aya ah. Poa basi, sawa, nashukuru sana ah, not... aya okay. Kwa hiyo una sasa hivi uko pale kwake bado? Ndio, nipo kwake mm. Lakini ndo hivyo anaingia ndani nikimsalimia mm -hmm. Itiki mm. Kwakosa hilo ambayo nilofanya hiyo usiku, kwamba kusimria, nafikiri hiyo ndo anataka aje aeleze mm. Kuna mm. vingi vimetokea hapo mm. Ndo niongee kabla aja kuongea ikonekana mm. mi sijavisema mm -hmm. Kabla ya hiyo siku mm. ya kwenda hiyo ya gym Yani, yale mambo nikimwona vile anahudumiwa na mdada wa kazi mi sinaniumiza hmm. Alafu mi ni mle tu ndani hmm. nikimwomba kutoka aniruhusu hmm. kama kuna siku nilikuwa kulikuwa na mgonjwa hospitali pale amelazwa, wapi panaitwa hmm. Mboganzila hmm. nikamwomba ataruhusu kwenda kuana ni nyima, yani sitakiwi kutoka hmm. mi kutoka nikumpeleka mtu kliniki na kurudi hmm. Sasa baada ya kukamli ndani, si unajua ile, nikiongea hata na marafiki zangu nani ananiambia, bora wewe unaomba unatoka kidogo, unaenda sehemu unajichanganya na watu. mm -hmm. Inakupotezea mawazo, maana unawaza sana, unakuwa muda mwingi una sira, unakuta mtoto amekuja kuniambia mweki si nini, unamfukea yaani vile mm -hmm. Basi nikawa nimemfuata chumbani nikamuomba mm -hmm. Akanikalia kimya mm -hmm. Ikapita siku tatu, nikamwandikia meseji, nikamwomba, naomba nitoke niende sehemu nikae mwenyewe hivi hata siku tatu, kama nitaenda kwenye apartment au nini nikae labda nita refresh niwe poa, maana rafiki zangu wote wananiambia, wewe ukatoka hapa na watoto wadogo na huna maisha sibeto uvumilie, uvumilie tu watoto wakue ndio. mm -hmm. iko hivyo ndio wanaonishauri mm -hmm. Sasa baada ya kumwona ile sasa hivyo, tokea hiyo juzi ya ishu hiyo ya jimu hivyo nivyochukua chumbani kwake, akawa amenikasirikia, akawa ni nikimsalimia hivi akanichukia, nikiambia namba tuongee, hataki. Nikambia basi, mi naomba ruhusa niondoke niende. Akanijibu, utajua mwenyewe maisha, ni ya kwanza, mi sikutaki nyumbani kwangu, ondoka. Hivyo kama inaambia hivyo, basi mimi ikabidi nikusanye, nikachukua baadhi ya nguo na nini, nikavunja kibobo changu kwa hasira, nilikuwa natunza hela kiasi Nikawaza pa kwenda chap, yani ye mamuzi niliyafanya kwa hasira. Nikakata tiketi online hivyo nikaondoka, nikapanda ndege, nikaenda Zanzibar. Nilikwa nawasaa na rafiki yangu, bora tu uende ukatuliza kwa siku ngapi, then urudi, labda utakuwa sawa. Sasa hiyo nimeondoka, nikawa nampigia simu nampigia simu hivyo namwambia, lakini ile asubuhi naondoka, nilimwandikia message nikamwambia mi naondoka naenda akanijibu, sawa, we nenda. Nikaenda kumgongea basi, naomba niongezee hela kidogo, akaniambia hata, usinisumbue kanzako tu, utajua mwenyewe, basi hicho kiasi chokuwa nacho. Mi nikama tu kwenda hivyo, kwa hela yangu nimeenda mpaka Zanzibar, nimekaa siku tatu, nikarudi. Nimerudi Jumatatu juma usiku, nilivyofika tena kesi kawa nyingine ananiambia hivyo, umelipiwa na mwanaume. Yaani ndo hicho tena, ikawa kesi sasa. Hiyo ya pili, ulikuwa na wanaume sunali, mwanaume lako kwanza, mtoto sio wako, yaani kesi akazijaza mambo yako mengi. Mtoto huyu mkubwa ita anasema sio kwake, sio umetoka kwa babake wewe, huyo ndo alikuwa anakulipia, kwamba zile vile hivyo nilivyopanda ndege na vile vitu aliona mimi Siwezi kwa afodi kwao, ndo anasema nimefanywa na wanaume. Ulikuwa ameona wapi sasa? Ah, unaenda kumwekea status. Ah, unenda unampiga madongo status. e, mm. evo, e, evo, na miko, na na status na wewe unaona ka view, unaona unamkomesha basi kumbe ndo imekuwa ikawa kesi kubwa yani, ndo imekuwa kubwa. Yani mimi hata sikutegemea kama ndo itakuwa hivyo, yani ndo nikaongezewa makesi, makesi imekuja kesi hiyo kwamba na mwanaume mwingine hivyo, hiyo hmm, ya wanaume mwingine hiyo, ndo imekuwa kubwa hasa hata, hmm, okay, nikimwambia kwa sababu, kwa mfano mtoto wake wa shule iko boarding anatumia message, mimi nimeshia vitu fulani fulani fulani, nikimwambia achana na familia yangu, sitaki kujihusisha na kitu changu, kuondoka nyumbani kwangu, kuondoka hata, sitaki kukuona, ndio mama nisaidi, toka toka, sitaki kukuona mm. Sasa ambia mimi niondokaje na, na mimba mbona, kama hii ndio imekuwa yani. Yaani ndo imekuwa yani, ndo kale yani, ndo amepatia saa hiyo chance yani, ndo niondoke ondoke, yani, ndo imekuwa niondoka, yani anamaanisha. basi mm. Bas ndo iko hivyo. Mm. Kwa hivyo. Sasa sijajua kwa upande wake, mimi maana naongea kwa kuhisia hivyo sijajua yeye kwa moyo wake, ama nimeshamwambia tuongee, hata leo asubuhi nimwambia tuongee, hataki mm, kuongea yani, hataki kuongea na mimi, shikamo, kimsania haitiki na kupita hivi na nini na nini mm, yani ni vita vita. Nimepata chumani kwake, hata nimsaidie kufanya nini, kunyoshia nguo kazini, kanifukuza usinge chumani kwangu nitakupiga, yani mpaka mifikia ya huko yani, mm. Sijajua atakuja kuongea kipi ambacho hataki kunshea na mimi, au kuna vingine vipya, sijui ndio, Ijumaa hiyo. Sasa Ijumaa mtakuja hapa tumsikie ana, ana, ana, anasema nini? Ndiyo. Lakini yani, pamoja na yeye atakuja ataongea e, mwisho wa siku yani, mwisho wa siku kama ulivyosema, unajuta kwamba yani we ulifikiri umempata mtu, si ndio? ndio <laughs> Hello? Eh, sister, goto, kazini, eh? Kazini, saa ngapi leo? Eh, mimi eh. Ah, <coughs> saa hizi ndio tushatoka hivyo. Saa ngapi? Uh, saa kumi na mbili na nusu? saa hizi? Hapana saa hizi eh, hapana. Unge unless kama ungekuwa ndio ushafika Tegeta, lakini kama ndio unatokea mbali uh, mm. Unaona kesho kutwa ni mbali ili ujue uh, okay sababu haya mambo ni ya kusikiliza, mambo ya kijamii ni mambo ya mm. kusikiliza sana, sababu binadamu kila mmoja ana tamaa yake ya maisha, ndio eh. Kwa hiyo vile ninapoongea nikikwambia, hapo alipo aliondoka nyumbani wiki nzima Zanzibar, yuko na mwanaume mm. okay, na instagram zake hajaniaga wala nini mm. ana kiburi yani, akilewa analewa mapombe sana mm. anakunywa pombe analewa, akilewa tu utakuta, nakwambia we detail zako zote ziko kwa usikilia